Nikukaribishe tena katika kufuatilia vipindi vyako pendwa alangu, jina otuenda Moses. Leo tukiwa na mwanadada hapa, atatuelezea vitu gani ambavyo vinasababisha kwa sasa hivi kuwa na mambo, yani mabaya kutokana na tabia na maadili kubadilika tofauti na zamani. Enzi za mababu zetu na mabibi zetu walikuwa na heshima kubwa na mdogo. Kwa sasa hivi, kwa upande wake, uh, yeye kama mwanadada anaonaje? Dada, kwa uh, majina unaitwa nani? anaitwa uh, Ukia Juma ndio wewe una, ni mkazi wa wasamviani? Mi ni mkazi wa Tabata. Ndio, kutokana na mada ambayo nimeitangulisha hapa, ni kwa upande wako wewe, ewe unaonaje? Mi naeza kusema bila shaka hiyo ni kuendelea kwa teknolojia, kwa sababu aa, yani usitegemee kwamba tabia ambazo watu yani, walikuwa wanafanya wazee wetu zamani, na sisi tukawa tuna tabia hizo hizo Nii. Kwa sababu zamani teknolojia yao ilikuwa ni ndogo sana, kwa sababu kama mwanzo, hata kama upatikanaji wa simu ulikuwa ni hafifu, kwa sababu sisi sasa hivi tuna simu, tuna teknolojia imekua, tunaona zile tabia ambazo wanafanya labda nchi ambazo so za Kiafrika, kwa kule tamaduni zao yani ni kama sio yani hawapo kile kiheshima zaidi ya Afrika kwao, nakuta maana kule hata nguo fupi kwao wanaruhusiwa kuvaa, mtu anakaa na wazazi wake ehe, anakaa na wazazi wake yani hana shida. Lakini ukija kwenye upande wa Afrika, uwezi wewe binti ukakaa umevaa nguo fupi ukakaa mbele ya wazazi wako, hata kama sio mzazi wa nini, ni baba yako, hata kama kaka yako, uweze yote na yeye anikusidi amekusidi, huwezi ukakaa, huwezi ukakaa naye uko umevaa nguo fupi na sisi hiyo tabia hatukana kwasababu gani? Kwa sababu ya mm -hmm. teknolojia mtu anaona tabia za watu wa huko mataifa mengine kwamba sio yaani, sababu kule wao tunaiga desturi ya kule, na sisi tunaacha desturi yetu, ndio maana mm -hmm. matatizo kama hayo yanatokea sisi. Na pia kwa upande mwingine, wewe kama mwanadada, kuna wale leso ambao unaona yeye kama mtu anahusiana na teknolojia wale mm -hmm. ambao wanavaa nguo ambazo sio za heshima kwa upande wakewe unashauri nini au unaambia nini kutokana na tabia sasa hivi teknolojia inavyoendelea na, na kwamba sasa hivi kipo hivyo kwa baadaye itakuwa je? Unaambia waachane na hiyo tabia au kwa upande unaona wakwe? Kwa kweli tabia hiyo sio nzuri na wala sio tabia ya kuigwa kabisa. hmm. kwa sababu teknolojia ni nzuri, lakini wasitaki sasa kuitumia vibaya, maana huwezi wewe binti ambaye unajielewa mwenye akili zako timamu mm -hmm. ukavaa nguo fupi ukatembea nao mtaani. Kwanza wewe mwenyewe utakuwa na aibu, maana mtu mungwa, uso umeumbwa na haya mm -hmm. Sasa wewe inakuwaje, unavaa nguo fupi au vile vishati ambavyo vinaishia humu mm -hmm. unatembea mm -hmm. navyo mtaani, hiyo sio adabu nzuri, hata kupita mtaani hata, hata kwa sababu mm -hmm. sio desturi yetu sisi wa Afrika ni mm -hmm. desturi za watu wa huko. Kwa hiyo cha kuwashauri wadada wenye tabia kama hizi waache, yeah, kwa sababu sio desturi zetu sisi watu wa Kiafrika, hatujalelewa hivyo yeah. Hatujakulewa, sio ni sio kama desturi, mpaka kwenye dini pia hamna, yaani, si sizani aa, ah, kuna dini yoyote ambayo inaruhusu mtu kuvaa nguo fupi ya huu, sizani ah, Haya ni maoni ya mwanadada akielezea vitu ambavyo vinasababisha kwa teknolojia kubadilika ya zamani na sasa hivi tofauti ah. Usiache kufuatilia OTV, langu jina Moses. Asante.